Ukosefu wa vifaa vya shule unafanya wanafunzi kushindwa kufuata wa masomo kwa usahihi na kuongezeka kwa mzigo kwa wazazi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa programu ya daftari la mama soma na Samia, mbunge wa jimbo la Tanga Kasim Mbaraka amesema alibaini changamoto ya ukosefu wa vifaa vya shule baada ya kufanya tathmini katika shule mbalimbali za jimbo la Tanga. Baada ya kubaini, mimi mbunge wenu, nikaingia kwenye jitihada, walau kumshika kila mzazi wa mtoto wa Tanga anayesoma shule ya msingi walau na mimi niwe nimeagusa maisha yake. Basi kila mtoto wa Kitanga alikuwepo katika shule ya msingi ndani ya jimbo la Tanga apate walau madaftari matano ili kumpunguzia gharama mama, ili mtoto huyo aweze Mkurugenzi wa taasisi ya watoto Foundation Ally Pingizi, amesema taasisi hiyo imeamua kuunga mkono jitihada za serikali kupitia program ya daftari la mama soma na Samia kwa lengo la kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi. Kwa maana hiyo sisi taasisi ya watoto Foundation kupitia hii project ya daftari la mama, tumeona juhudi zinazofanywa na mama yetu mama Samia Suluhu Hassan zimetupa morali na sisi wa kuja kufasiliteti hivi vitendea kazi, ili watoto wasiwe na sababu ya kutegea shule. Kwa upande wake, Abubakari Sadiki, mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi Pongwe, amesema msaada huo wa madaftari matano kwa kila mwanafunzi utawasaidia wanafunzi hao katika masomo yao, huku baadhi ya wanafunzi waliopokea madaftari hayo wakisema msaada huo umekuja wakati muafaka na utawapunguzia mzigo wazazi wao. Kwa juhudi zake kubwa za kuleta wadau waliogusa maisha ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, kwa kuwapatia msaada wa vifaa na madaftari. Mchango huu umeleta faraja kubwa sana, matumaini, motisha mpya kwa watoto wetu, na umeonyesha dhamira ya kweli ya kujenga jamii inayojali, jamii inayothamini kila mtoto bila ubaguzi. Zote wa shule ya msingi Pongwe hatuna budi kutoa shukurani kwenu, shirika la Watoto Foundation, kutusaidia zawadi ya madaftari pamoja na vichongeo na, na mahitaji mengine ya shule. Tunasema asanteni sana. Jumla ya madaftari zaidi ya laki moja na hamsini yanatarajiwa kugawiwa katika shule kumi na nane za tarafa ya Pongwe iliyopo jijini Tanga. Raisa Said, Clouds Habari.